Walikuwa wanacheza mpira hapo, hizo nyumba za hapo karibu walipo, wanapopiga sabato, aliyemkanyaga ni mtoto wa vitatu cha sasa hivi, yuko vitatu cha hivi, yani alimkanyaga tu, mimi nikaona ni sehemu ndogo sana, nikaenda nikanunua dawa ile, wanasema yani ni sehemu yani alimkanyaga tu kwa sehemu tu kama kama bimba hivi, nikaenda nikanunua ile dawa ya mchua, ilikuwa siku ya Jumamosi, nikaja nikamchua Jumamosi hiyo, Jumapili Jumamosi ikaisha. Jumapili, Jumatatu, akaenda ndio shuleni. Alipotoka shuleni ndio akakuta mguu umevimba, namba baba mko wake akamchukua huyo mtoto akanielekeza, nikampeleka huyo mtoto hapo mahina mahina, karibu na msikiti yako kama unaenda huyo mzee akaenda kumwangalia mtoto akutoelewana gharama, nikanunua mkaa debe mbili. Akawa anakuja nyumbani kila siku, huyo mzee amemkanda huyo mtoto. Miezi miezi mitatu anakandwa na maji ya moto kila siku maji kukuja maji yote, nikampeleka kutimba kule, akachoma shindano kile kitonda. Baada ya kuisha kile kitonda, Mungu ukaruti, ukafanyaje, ukaruti, ukawa hivi ukukaruti oh, si ukasimama hivo, nikatoka naye hapo. Mtu mwingine akaniambia peleka huyo mtoto wavi, peleka Tanga. Nikaenda nyumbani, nikatoka nikaenda nikauza ng'ombe watatu, nikatoka na aianuhaa, nikaenda mpaka Tanga znaiaoe, nikakaa huko Tanga miezi mitatu, miezi minne, nimekaa wanane, watisa, wa kumi wanane wa tisa wa kumi, ngaja tarehe kumi na moja mwezi wa upili wa kuoisha mtoto bado yuko hipo hipo. Bado nimekuja hapo, nikaambiwa nenda mandu, kuna mganga. Nimeliwa hela nyingi nime, nime, nime sana, imeenda mpaka Geita, mtoto nimempeleka mpaka huku Kisumu kwa mganga. Nimetembea waganga wengi sana, yani amepigwa wengi sana mpaka sasa hivi maisti nionayo iko ya Uganda huko mengi sana, hata ikueka aaiunavuu sasa, ni ni ni mimi nilivyokuja hapa siku ile siku ile nilikuja hapa mimi, kwanza mimi nilikuwa naumo siku hiyo nilikuwa nauo kabisa kifua. <tutu> <tutu> niliamka asubuhi, kifua kimepanda kabisa, nikasema hivi kwa kwa nini nauo yani, nikawa nimeshaikaima kl kule na kule kuzuruga kifua wakaniambia sina kifua, nikaambia ni limonia, nikanunua dawa limonia, dozi hizi no tatu, nikala vile vidonge vikaisha, atu kifua kinabana. Sasa mimi nikasema leo niende ni kanisani. Kwa hiyo nilipokuja hapa siku hiyo niliombewa, niliombewa, nilikuta mchungaji, sijui ni huyu hapa, sijui ni huyu hapa hapa, akaniombea kile kifua, kwa kweli mpaka sasa hivi hakinipani. Sasa mimi nilipoangaika hivyo jana, wazo lilikaja. Jana wazo lilinijia tena saa kumi na moja hii ya asubuhi leo. Wazo likanijia hiyo mtoto si nimchukua nimpeleke kanisani. Alikuwa anaenda kanisani kwenye kanisa hiyo ya hapa. Sasa mimi nilikuwa nimeenda nyumbani. Sasa nilipokuwa nimeenda nyumbani nilipokuja nilipokuja wazo ndio likanijia jana usiku wa saa kumi na moja. Okay, eh hey, na maana pale nilipo watoto mimi na watoto wengi nimewaambia asubuhi kwamba leo tunaenda kanisani. Sasa wao wakazoea kwamba wanaenda kwenye ile kanisa hiyo wanaenda ya hapo. Sasa mimi wazo niliniambia niji hapo mpaka nilikuja nikapona kifua. Naona na mara mbaya ulivyoniambia tu hiyo huko mimi lengo langu lilikuwa na kuja hapo. Hey, mimi naomba na mtoto wangu kama nilivyoambia ni hivyo kuja hapa kifua nikapona na mtoto wangu apone mguu. Kwa Mungu sio hapo. Kwani hapo kuna nguvu ya Mungu. Sisi hapo na wazi wazi wao ndio wanajua hapa Mungu yupo. Na una matatizo yako yanaisha. Nimeteseka sana. Nimeuza kila kitu. Sasa sio huyo tu na mtangwa anaumwa. Amina Bwana. Na mimi Mungu mpaka mzima. Anaumwa mpaka akaona anatolewa nje anarudishwa ndani anatolewa nje anarudishwa ndani. Anatolewa nje anarudishwa ndani. Alipopata tu nafuu. Alipopata tu nafuu tu kidogo kwa kuweka maji mwenyewe kwenda kuoga. Mtoto akaanza kuumwa. Sawa. Sasa yaani, inaharibu kila kitu, mimi nimebaki hivyo hivyo. Sina chochote sasa hivi. Sawa sasa. Hizotazajza Yesu. Amina, amina, amina. Naamini zinavunjika kwa damu ya Yesu, kwa nguvu ulio kwamba Mungu hapa. Kuna Mungu, mimi naamini kabisa. Ndio maana e, nimemleta halafu tutakavyomwombea hapa. hapo akipona okay. Usiache kumleta kushuhudia. Hawezi kuacha, hawezi kuacha kuja yani, hawe, yaani, mimi siwezi kuacha kuja kanisani wala siwezi yani, kuacha hawezi kuacha kuacha wala siwezi so. Mimi nimeokoka na nimeokoka nimeokoka kabisa kuanzia yani nimeokoka kabisa na familia yangu nitakuwa nakuja nayo hapa yote mpe okay, Yesu yeah. makofi kwa anasema yeah. Yeah. Waganga wamekula hela nyingi nimeliwa sana nimeliwa sana hata yani, sio yani, nimeliwa sana ata nimeliwa so. sana

hawezi kufanya nini na Mungu wake? Yaani, hapo anaenda shuleni hivyo hivyo, na hivyo hivyo viatu anaenda shuleni hivyo hivyo, akimbia na akimbia

kwa ajili ya neema na uponyaji ulimpa mtoto huyu. Asante kwa ajili ya kila aliyeko hapa, kwa kupona mtoto huyu, kwa kwa wengi watapona kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Saidie kumshangilia Yesu, hey, hey, hey, Yesu kwa makofi.